Naam, mtazamaji wa Trend TV. Bwana, kuna kitu ambacho inasemekana kwamba kipo low key ambapo watu wengi sana nadhani walikuwa wakijui au walikuwa wakifuatilia au kukitilia maanani, ni kwamba kuna huyu dansa ambaye alipata umaarufu mkubwa sana kutokana na kwamba alikuwa ni moja kati ya madansa wakubwa sana wa, wa Wasafi pale, eh, tulikuwa tunamuona katika kila project ya Wasafi lazima tutamuona. Namzungumzia Angel Nyigu, ni moja kati ya madansa famous sana hapa Tanzania na tumemuona mara nyingi akiwa anaperform na timu nzima ya WCB, yani, Diamond, Zuchu, na wasanii wengine kibao na hata katika video zao pia tumekuwa tukimwona Enjo Nyigu akiwa anafanya mambo yake. Sasa tukashangaa ghafla tu Enjo Nyigu kama vile akajitenga na brand nzima ya WCB, hayuko tena katika, katika. Enjo Nyigu lazima, lazima atakuwa pale mbele anamkatia miuno Diamond. Njonyigu amejitoa huko ghafla na akawa ashiriki tena katika hizo project za Wasafi, watu wakawa wanajiuliza kwamba kuna nini kinaendelea. Kwa kuna hizi habari ambazo zilikuwa zinaendelea low key kwamba Njonyigu na watu wa Wasafi pale amegombana nao. Yani amegombana na malkia wa pale wa Wasafi ambaye namzungumzia hapo Zuchu. E, kwa kuna hizo fununu kwamba Njonyigu na Zuchu bwana hawako kwenye good terms, hawana maelewano mazuri. Na Njonyigu mwenyewe pia alifanya interview lakini hakuliweka hilo swala bayana. Umeona bwana, lakini vitu vilikuwa vinaonekana kabisa kwamba kweli hawa hawakopoa. Sasa hili limekuja kujidhihirisha hivi karibuni baada ya Enjonyigu kuonekana katika moja kati ya shows katika kumbi moja za starehe akiwa ana ana dance. Sasa wakati alikuwa ana dance, unajua kwamba ni binti ambaye kweli anapenda ku dance na yuko na vibe, lakini zilikuwa zinapigwa nyimbo tofauti tofauti, lakini ilivyopigwa nyimbo ya Zuchu ambayo inafahamika kwa jina la Antena ni kwamba Enjonyigu akashuka jukwani, akaacha akaacha kucheza. Ghafla, yaani vibe lili disappear, eh, yani moment ikabadilika, Enjonyigu akaacha kudance automatically. Kwa sababu ilikuwa inapigwa nyimbo ya Zuchu Antena. Kwa hiyo mpaka hapo inaonyesha kwamba Enjo Nyigu hataki kabisa kucheza nyimbo za Wasafi au either hataki kucheza nyimbo za Zuchu, na inaonekana wazi kwamba kuna ugomvi kati yao. Na kutokana na hilo basi, ni kwamba hapa kuna page nyingi tu zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari na hiyo video ikiwa inaonekana wazi kwamba Enjo Nyigu ameshuka jukwaani baada ya nyimbo ya Antena ya Zuchu kupigwa. Kwa mfano, hapa kuna page imeandika kwamba Enjo Nyigu ameshuka stage baada ya DJ kupiga nyimbo ya Zuchu. Alafu, hapa chini katika caption anaandika kwamba tazama aliyewahi kufanya kazi na Zuchu na timu nzima ya Wasafi, Enjo Nyigu alivyoshuka stejini mara tu baada ya DJ kupiga wimbo wa Zuchu Antena. Hii inaonyesha kwamba ubaya ubwela. Umeona bwana eh? Wale watu ndivyo hivyo walivyolitafsiri hilo tukio. Kwa hiyo hapa kuna mtu anasema, bwana ndio binadamu hivyo alivyo, hawanaga mema. Binti bila ya Zuchu hata Marekani asingefika wala, eh? wala asijichetue akili, hapa hana lolote na yeye pia akae kwa kutulia. Kuna mtu ameandika hivyo kwa mdomo somo. Bwana Zuchu ana kipi jamani cha kupoteza kama huyu ameshuka jukaani? Mbona Zuchu mambo yake anaenda. Kuna mtu ameandika hivyo pia kwa mdomo. So bwana hana mkataba na yeye ee, hiyo ni biashara sio chuki wala nini. It is what it is.